Yani, nakumbuka enzi hizo alipokuwa hai jinsi alivyokuwa anahamasisha ana, ana, ana, maswala mazima yanayohusiana na amani, amani, upendo na utulivu. Kwa hiyo nilipofika leo kwenye mji wa Magufuli, yani nimejikuta kama nimekuwa ni mtu mpya, ambaye pia mimi katika kampeni zangu, kila mkutano niliyopiga katika hiyo mikoa kumi na tisa niliyopita, na huu mkoa wa Geita utakuwa ni mkoa ishirini na ubili sana maswala mazima yanahusiana na amani na utulivu wa nchi yetu. Wito wangu kwa Watanzania, ninawaomba tarehe ishirini na tisa wajitokeze kwa wingi kupiga kura na wajitokeze kwa wingi, si kupiga kura tu, kwa maana a kupiga kura, wajitokeze kwa wingi kunipigia kura mimi Costa Jimmy Kibonde atimae, amin, wa chama cha Makini, na hatimaye ninaamini tume huru ya taifa ya uchaguzi tarehe ishirini na tisa baada ya Watanzania kujitokeza kwa wingi na kunipigia kura watakwenda kunitangaza kuwa rais wa awamu ya saba wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Pia ninawaomba Watanzania siku ya kupiga kura wakijitokeza, wakifika waki kwenye kituo cha kupiga kura, wakipiga kura warudi majumbani mwao kwa ajili ya kwenda kusikilizia matokeo na si kurundikana kwenye vituo vya kura, na wale ambao wanahamasisha maandamano siku ya tarehe ishirini na tisa natoa rai kwa Watanzania nchi nzima, nikiwa hapa nyumbani kwa marehemu John Pombe Joseph Magufuli ambaye alikuwa ni rais wetu wa awamu ya tano, wasiwasikilize wanaoshabikia wanaochochea maandamano. Tarehe ishirini na tisa ni siku maalum ambayo ni takwa la kikatiba linatutaka twende tukupige kula. Kwa hiyo tukatimize haki yetu ya kimsingi ya kwenda kupiga kula na si kwenda kuandamana, na vilevile natoa wito kwa jeshi la polisi wahakikisha kwamba wale wote wanaochochea maandamano kwenye mitandao ya kijamii wawashughulikie, kabla vile athari za uchochezi wao hazijawaathiri Watanzania, ili iwe fundisho mako wengine. Na vilevile vile, mamlaka zinazohusika kwa maana ya TCRA kuna iko sababu ya kuweza kuondoa maudhui yanayochochea yanayoleta viashiria vya kutugawa viashiria vya kuleta sintofahamu katika nchi yetu ya Tanzania. Hayo mamlaka wanayo na hawana sababu ya kusubiria matatizo yatokee, okay, kwa sababu tumeona kabisa vyombo vya habari nchi zingine wamekuwa ni chanzo cha vurugu nchini mwao na hatimaye nchi zao mpaka sasa hivi haziwezi zikatawalika zika, zika. Hivyo basi amani ya Tanzania tunapaswa kuilinda, tunapaswa kuikumbatia kwa hali na mali.